Kaunti ya Makueni ni maarufu sana kwa kilimo cha matunda ya machungwa na pixie, ambapo mwaka 2019 kaunti hii ilitajwa kuongoza uzalishaji wa machungwa kwa kutoa asilimia 31 ya matunda haya kote nchini. Katika eneo la Nzio, kaunti ya Makueni tulizuru shamba la Fredrick Mulinge Nzioka ambaye amekuwa mkulima wa matunda haya, akieleza kuwa alijuzulu kazini alipokuwa ameajiriwa jijini Nairobi mwaka 2017 ili anze kilimo hiki. Nilianzia mwaka wa 2017 nilikuwa nafanya na Kenchic. Nikaona nikaona eneo hili letu miti aina ya pixie machungwa watu wanapanda na wanainuka haraka nikaamua kuresign kazi yenye nilikuwa nafanya 2017 nikaamua kukuja huku nyumbani kuanza mambo ya kilimo. Mkulima huyu akielezea jinsi changamoto za fedha za kuanzisha kilimo hiki zilivyomfanya aifanye kazi ya shambani pekee bila afanyi kazi, kinyume na jinsi wakulima wengine huanzisha kilimo hiki kwa kupanda miche michache kila mwaka, mkulima huyu anaelezea kuwa yeye alipanda miche 1500 mara moja. Tapanda miti 1500 na nilipokuja huku nyumbani sababu, sababu, kwa sababu sikukuwa na capital vizuri, sikuweza siku kupea watu kazi kama, kama kunichimbia mashimo ya kupanda miti, mimi mwenyewe ndio nilianza hiyo project. Kutokana na ukosefu wa mvua ya kutosha katika eneo hili, mkulima huyu anasema alikuwa ananyunyizia miche yake wakati wa kiangazi kwa kuchota maji kutoka mtoni akitumia punda, bado akiendelea kunyunyizia mimea yake dawa ili kuilinda dhidi ya magonjwa Kuanzia hapo nikaanza kuzilea kupika ndawa tuka, tuka, kuja tukakuwa na ile kiangazi ya mwezi wa nne nikakuwa sina uwezo vizuri, nikaanza kunyunyuzia zile miti zangu nikitumia punda nikanyunyuzia hiyo hiyo kiangazi ikapita, kukanyesha tena. Baada ya miaka tatu miti yake ilianza kuzaa ambapo aliuza kilo mia tatu za machungwa na kilo mia mbili za Pixie. Mwaka mmoja baadaye akaweza kuuza tani moja machungwa na tani moja ya akielezea kuwa faida ya kilimo hiki alikuwa anaitumia kutunza mimea yake na kuongezea mimea mingine. Miti zangu sasa zikaanza kutoa kuzaa, zile mojamoja nikauza. Baada ya miaka tatu nikaweza kuuza kilo kama mia tatu za Pixie na mia mbili za machungwa. Baada ya mi, miaka ine miti yangu ikakua tena ikaanza kuwa kubwa kubwa kidogo, nikaweza kuuza Tani moja ya Pixie, na nikaweza kuuza tani moja ya machungwa baada ya miaka mitano ya kutunza mimea yake. Mkulima huyu anabaini kuwa mti mmoja una zaa hadi kilo mia mbili za matunda, akisema kuwepo kwa maji ya kutosha usaidia matunda yake kukua kwa kasi. Baada ya miaka tano, sasa miti yangu ikakua iko kubwa inanipea production vizuri. Sasa ikakuwa mti mmoja zimekuwa kubwa, unapata mti mmoja inaweza nipea kilo kama mia mbili ama mia mbili na hamsini. Kando na manufaa ya kilimo cha matunda haya, wakulima wengi wamepitia baadhi ya changamoto wakiendeleza kilimo hiki, ukosefu wa maji na magonjwa zikionekana kuathiri wakulima wengi wa machungwa katika eneo hili. Kama siku hizi unakuja unapata kama ni dawa zimeuzwa bei ghali. Sasa zikiuzwa bei ya juu unapata unaweza kuza kufikia, kufikia kupika dawa after 14 days sababu dawa zimekuwa expensive. Isaac Musioka, makala ya kilimo na Undugu.